Na maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga. Wengi wao walirauka asubuhi kutoka maeneo tofauti tofauti na kujumuika kwa ibada ya kitaifa, kama anavyotuarifu Lulu Hassan. Jeneza la hayati Raila lilisindikizwa na wanajeshi hadi uwanjani. Kama ambavyo hakuchoka maishani mwake kuwapigania, ndivyo ambavyo leo nao hawakujali umande, umbali wala urefu wa milolongo, lengo likiwa kulipa hisani kwa hisani na kutukuza wema waliofanyiwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kila rika, jinsia na tabaka, kibarua kilikuwa ni mbinu gani bora ya kumwenzi mwenda zake. walipoingia ndani wakaona bora kusherekea maisha ya marehemu, falsafa mbalimbali zikitumika kuonyesha umuhimu wa Raila na pengo lake nchini. Doria nayo ikaimarishwa ardhini na angani wanasiasa wasiamini mlezi na baba wa siasa hayuko naye tena. Nyuso za maelfu ya waliokuwa wakisubiri kuhakiki kuondoka kwa Raila Odinga zikionyesha huzuni na mshtuko. Na pindi jeshi lilipoingia uwanjani Nyayo na mwili wa marehemu, kamsa zilisikika kila upande Mseto na vikosi vya jeshi wakiwa wametwika jukumu la mwili wa Raila Odinga mikononi mwao, kwa utaratibu walielekea katika hema lilotwikwa katikati mwa uwanja huu, mahali ambapo jamaa, ndugu na marafiki wa karibu walikuwa wameketi wakisubiri misa kuanza rasmi, lakini kwanza wa dini kutoka idara ya jeshi wakaongoza misa hii polepole, pole, aste aste, wakitoa heshima kama inavyostahili, na walipofika kwenye hema walikabidhi mwili kwa waombolezaji kwa ibada, mwanawe marehemu akitoa heshima ya mwisho kwa kuweka kofia aliyokuwa akiitumia wakati wa uhai wake na kaka mkubwa naye hakuachwa nyuma. Nyimbo za Injili zikasheheni kutoka kwa wanakwaya mbalimbali, huku wageni kutoka humu nchini na wale wa kutoka mataifa ya nje wakijumuika kwenye ibada hii. Na baada ya hapo, mmoja baada ya mwingine walitoa kumbukumbu zao. Huku wote wakikubaliana kwamba baba alikuwa na wimbo ambao uliushabikia wakati wa uhai wake. Wanasema I... mti mkubwa ukianguka ndege huyumbayumba. Right. Ila I I <laughs> kwa familia ya Odinga, taswira ilikuwa ni tofauti. Kila mwombolezaji akifurahishwa kuwaona na kusikia kutoka kwa familia ya mwenda zake. Mapindi ya hotuba zilipokamilika Utaratibu ukawekwa kwa kila aliyefika hapa kutoa heshima zao za mwisho kabla mwili kusafirishwa hapo kesho. Na hapa jeshi lilitumika kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanywa bila tashwishi yoyote. Wazee kwa vijana, wakubwa kwa wadogo, wakapanga foleni kufanya kile kilichowaleta na hapa, haikuwa kazi rahisi. Maji wakati mwingine yalizidi unga, baadhi walipoteza fahamu kutokana na msongamano. Na kwa wale waliobahatika, ikawa ni kilio, na wengine kwao ni afueni kwamba wamemtia machoni, na baadhi ni kwa kumwenzi kwa kudansi nyimbo za kitamaduni fanyika kwa muda wa zaidi ya masaa manne kama ilivyoahidi serikali, na kwa sasa macho yote yakielekea Kisumu, huku wakazi wa huku wakisubiri nao pia kutia macho nuru na kutoa heshima zao za mwisho hapo kesho. Lulu Hassan, Citizen Nipashe, Nairobi.